Mtazamaji karibu. Kwa hivi sasa niweze kuwakaribisha viongozi wangu ambao washafika hapa studioni. E, kumbuka tumekuwa tukitembea maeneo tofauti tofauti, tulikwenda eneo la Magharibi, tukaenda eneo la Ukambani, tukaenda eneo l la, la, tukaelekea eneo la kati mwa Kenya Aa, na kwa hivi sasa kwa hiyo tuko katika eneo la jamii ya Maa ili tuzungumze na viongozi wetu tuangalie baadhi ya changamoto, maendeleo na mapendekezo yao, na nashukuru sana kwamba wameweza kufika studioni ili kuweza kuyajadili yale ya kimsingi zaidi. Kwa hiyo, kwa hivi sasa niweze kuwakaribisha hapa studioni nikiwa na dada yangu Naisula Lesuda. Naona nimepewa tahadhari hapa na David Ole Sankok. Nisemeni naye, msema niiteje? Naisula. Naisula. Champion. Champion. Sasa basi niko na champion na Iswale Lesuda, karibu sana katika studio zetu za hapa. Pia vile vile upande wa pili niko naye Parashina, asante sana Sankipa, ambaye ameshafika studioni, na pia niko na Eli Letipila ambaye yuko naye karibu na mimi ambaye anawakilisha Samburu. Alafu niko na ndugu yangu Maimai ambaye ni atoka katika eneo la Kajiado East, Mheshimiwa Kakuta. Alafu baadaye, tuko naye anawakilisha Bunge la Afrika Mashariki David Ole Sankok. Na mtu kuzungumza kuhusiana na masuala ya ya, ya jamii hii ya, ya Maa na kwanza kabisa nitaona nitaka kuzungumza kuhusu swala ya utangamano na umoja, kwa sababu ni eneo ambalo lina kila aina ya makabila na tofauti tofauti. Hili kwenu mmeanza kulipokea vipi, kwamba sasa hivi ukienda jamii ya Maa utakutana na watu ambao pia sio wenyeji wa jamii hiyo, lakini wanaishi kule, mnaishughulikia vipi swala na isula isula Uh, asante sana Rashid na asante pia Citizen TV kwa kukuwa ku, ku, na kutualika no. ili tuweze kuzungumza na pia kusema ya kwamba show ambayo mmekuwa mkifanya ya kuita viongozi kutoka mahali eneo mbalimbali mbali, Kenya no. ni jambo nzuri. Um, ni jambo ambalo ningependa kusema um, kama Wakenya no. hakuna ubaya uh -huh. ya ukabila. Yani ukabila ikitumiwa vibaya no. ndio mbaya. Lakini kabila ni identity mahali unatoka, yale ambayo mnafanya kama jamii, na tukiangalia kama Wakenya iwe jambo nzuri, ambayo ni jambo ya kujivunia ya kwamba kabila zetu zote ndizo zinatuunganisha sisi, tunakuwa kitu kimoja ambayo which is our country which is our nation. Mm-hmm. Uh, ukiangalia eneo ambazo tunatoka kama ni Naro, Kajiado, Samburu. Um, tuko pia na Maa ambao wako Marsabit, tuko na no. wengine ambao wako Baringo County, Ilchamus. Um, sisi ni watu ambao tunajua kuishi na watu vizuri sana. Mm -hmm. Uh, kama for example, constituency yangu ni very cosmopolitan, tuko na jamii ya Turkana, tuko na jamii ya Wasomali, tuko na jamii ya uh, Wakikuyu tuko na Meru tuko na kabila zote yeah. Uh, na kile sisi huwa tunasema ni ya kwamba karibu, fanya biashara yako bora, pia wewe ambayo umekuja kuishi na sisi uishi kwa amani na bila kuleta uhasama yoyote um, ndani yetu na ukiangalia for example Samburu, hata ukiangalia mambo ya 2007 ukiangalia wakati wote ambao Kenya imekuwa na uhasama no. Samburu hatujawahi kuwa na, na, na shida yoyote uh, ya ukabila. baadaye tutazungumzia changamoto za insecurity no. lakini kwa hayo, ningependa tu kusema kwamba mmepokea um, utangamano na hamna shida nao na, na hatuna shida na mtu yeyote no. <coughs> na Kajiado pia East hiyo ndio kauli ama, yeah. kauli tofauti na yeah, um, kama vile vile um, my sister Naisula amesema kwangu ni cosmopolitan kabisa, kwa sababu ukisikia <coughs> Kitengela town ni is, is, is a small Kenya <laughs> uh, uh, pia sisi kule hatuna shida lolote na uh, wenzetu kutoka all over uh, Kenya <coughs> na unajua <coughs> Kajiado County ni, ni, ni county ambayo iko na amani sana, na tumekuwa wakarimu sana tukiishi na hawa wanakenya wenzetu kutoka uh, mahali um, popote hapa Kenya. Kwa hivyo kwangu pia anasema, sisi, sisi Maa community hatuna mambo mingi, tuko, mm. tuko very uh, accommodative to uh, all uh, communities across Kenya And, um, peaceful very, very, very counties count as you have seen, na ninaomba tuendelee hivyo hivyo. mm -hmm. Uh, ijapokuwa sasa tunaona mambo ya siasa, siasa inaleta mambo ya kabila kabila na tunaomba tu hiyo isienee isi kule kwetu, kwa sababu sisi ni watu wa amani na tunaendelea kuishi na uh, wanakenya wenzetu uh, bila shida, kwa hivyo it, it is good. We, we, we really have a brand of, of being a very zaidi e, ni vizuri tukiishi na watu kutoka matabaka tofauti tofauti, makabila tofauti tofauti, makabila tofauti tofauti. E, lakini ndani yake pasipokuwa na umakini, swala la ukabila linaanza kujitokeza. Kuna wengine watahisi kwamba itafika mahali tutaongozwa na watu ambao sio kusema kwamba sio wazawa wa hapa, sio wenyewe, sio nini e, unalizungumziaje ili David Olesanko? Kwa sababu ni muhimu tushirikiane, lakini wakati mwingine kuna uoga kwamba tunaposhirikiana sana wenyeji watajikuta wageni siku za usoni, Rashid. Kwanza ni asante sana kwa kutualika hapa na pia watazamaji tunashukuru kwa kutazama Citizen TV. Ya pili, ndio mimi sikutuma barua ya maombi nizaliwe Mkenya. Mm. Lazima tuishi pamoja kama mandugu ama tuangamie kama wajinga. Hiyo ni maneno ya Martin Luther King Jr. ambaye alisema, We have to learn to live together as brothers and sisters or perish together as fools. We are not fools as Kenyans. Tutaishi pamoja na kwa amani na wale ambao wako tuseme, eneo ambao labda ni kwetu, lakini wamekuja, tumewakaribisha vyenye naisola amesema wanafanya biashara, wanaishi kwa amani, bora tu ujue ya kwamba hapo umekuta watu wenye walikuwa naishi wako na mila yao, ambao katika Constitution of Kenya Article 10 ina recognize. That is why inasema we must uh, be sensitive to regional and ethnic balance, kumaanisha ya kwamba ina recognize that there is ethnic communities, there is regional Uh, uh, people that live in a certain place. Ya mwisho ni ya kwamba yes we sisi wote tunaishi under the sun uh, na tuna share sunshine tuna tuna share uh, oxygen lakini we don't share homes. We don't share homes. I must have my identity and my identity must be respected. Hiyo sio, tafadhali niya kwamba kuja na zaa zingine, tafadhali ni jameni. Hata mkuu umekuwa wengi, na kuna demokrasi e, na inawapa haki ya kupigania cheo eneo yoyote, lakini shwali, political leadership iachiwe, yes? wenyeji pia wajisikie wako. Kwa hivyo we share sunshine, we share oxygen We don't share. Kwa ushauri wako ni kwamba like, waje wafanye biashara watangamane lakini uongozi waache wenyewe. Asante sana Rashid. Nzuri, pia nijieleze, kwa majina anaitwa Sakimba Parashina, mimi ni mbunge wa Kajado South kusini, na nataka kuchukua nafasi hii pia Rashid kushukuru, nikishukuru pia Citizen TV kwa kutupa nafasi tuweze pia kuja kuchangia leo katika mustakabali wa jamii, vile ulivyosema kwamba mambo haya umekuwa ukiangalia katika kaunti zote zetu za jamhuri ya Kenya, na leo umetuita ukiangalia okay, hata venye ume, imepangwa kusisi kuitwa kuja kujadili kujadili hali ya jamii yetu ya Maa kwa miaka inayokuja ama kwa serikali zinazofuata ama ile serikali iko sasa. Rashidi mzuri, uelewe kwamba hata venye tumetuita umetuita tu mm -hmm, kama viongozi wa Maa lazima kwa njia zote tutetee jamii yetu ya Maa na tunapotetea jamii yetu ya Maa haimaanishi mm -hmm kwamba tuna, tuna shida nini, nabagua ile nabagua kabila zingine hapana. Ya kwanza tunafaa tuangalie ni nini hii inafanya watu wapende jamii yetu ama sehemu ambayo tunatoka sisi. Ya kwanza utamaduni wetu ya Masai, utamaduni wetu ni kitu kubwa sana, imechangia watu kuweza kuja kwetu hmm. na hiyo utamaduni na mila zetu imeweka njia kubwa sana, mambo ya heshima. Hii jamii iko na heshima na inapokea wageni kwa njia kubwa sana. Tunapoangalia kitu ya pili ni mambo kwa njia moja ama nyingine Mungu alitubariki zaidi kwa mambo ya mashamba. mm -hmm. So wengi wa mtu anaanza biashara ndogo, kununua shamba Kiambu inakuwa ngumu sana ama Muranga. So bei iko juu. So sana sana unakuta kwamba afadhali ukimbie pale Kajiado upate mali yako kidogo, ama ukimbie Narok ama ukimbie Samburu uweze kupata mali yako kidogo ya kujipanga katika maisha. Na kwa sababu Mungu ametubariki na hayo, tunasema kwamba kwa wale ambao wamekuja tunawakaribisha lakini pale kwa uongozi, uongozi. Hatuna regions mm -hmm. Ni, ni kama tatu ile ambazo sisi tunasema ni zetu Samburu, Kajado na Narok. Kwa hivyo tunasema kwamba ingine, watu achie, kwa njia ingine wachie kwa sababu hakuna siku pia mtu kutoka jamii ya Maa utasikia yeah. amekuwa governor wa Kiambu, it is not possible. Bwana Rashid, tusidanganyane. Na kwa hivyo tunapoongelea mambo ya, ya, ya Maa hatuna ukabila na hatutaki kupigana na wenzetu, lakini tunaona ndio kuna hali inayokuja pia hapa, hapa, tukiangalia mambo ya, ya baadaye, tukiongelea baadaye kwa sababu tunaangalia tunajadili, mm -hmm. maisha ya jamii ya Maa baadaye, wasipoangalia itaenda hiyo laini -a tuachiwe masuala ya uongozi kwamba kuna demokrasia. Nikija nikiomba kura, wewe wajamii, omba kura wananchi atakayempenda ndio ambaye watampa, lakini tusizuiwe kwamba tusipiganie uongozi. Nalizungumziaje. Nashukuru sana Rashid na Citizen TV kwa kupatia fursa hii <coughs> e, tuangazie hizi e, maswala haya <coughs> e, au viongozi wameongea, na viongozi hao wote wameongea venye sisi kama viongozi wa Maa tunaongea <coughs> Hiyo ndio lugha yetu kama viongozi wa Maa. <coughs> Um, e, kwa kitradishoni yetu mm -hmm. Kama kuna sherehe ama kama kuna hata baraza mm -hmm. kila mtu anakaribishwa. Ng'ombe ikishinjwa, kila mtu anakaribishwa, majirani, kila mtu, hatubagui mm -hmm. Hiyo ndio ukarimu ya Wamaasai. Wamaasai sisi, Wasamburu, wote sisi ni Maa. Mm -hmm. Sisi ni wakarimu namna hiyo. Eh, penye mimi nimetoka e, constituency yangu ni cosmopolitan kama ya mheshimiwa Naisula na, na waheshimiwa na wote, tuko na jamii zingine ndani mm -hmm. yetu constituency zingine hata hizo jamii ni sio wachache, ni wengi, na pia hawa kama sisi, constituency yangu tuko na jamii ya Waturkana na jamii ya Wasamburu na kwa hiyo demokrasia, hao wenyewe wako na wodi yao moja mm -hmm. wodi mzima ambayo wako na kiongozi, na kuna zingine ambayo ni cosmopolitan ambayo, e, katika hiyo space ya demokrasia kila mtu ako na nafasi ya kujaribu mm -hmm. kutafuta uongozi, lakini venye demokrasia inasema mm -hmm. the majority will Mm -hmm. E, hii jamii ya Wamasai tuki, tuki, kama viongozi kila wakati tukikaa chini na jamii zetu na communities, issues ambazo zinatoka nyingi ni issues ya land injustices. Mm -hmm. Tangu wakati wa ukoloni. Na hizo injustices zimekuwa hapo hivyo na hazijakuwa addressed na successive governments. Mm -hmm. Eh, hiyo ndio unaona viongozi hapo wakiongea wanasema Eh, tunakaribisha wageni wanafanya biashara, hata wako na eh, eh, ruhusa katika katiba yetu ya Kenya kutafuta eh, uongozi kutafuta eh, mali, lakini hiyo katiba yenyewe ina recognize ethnicity. Mm -hmm. <laughs> Sasa, ina, ina, kuuliza, kama kama mnawakaribisha, mbona muwape masharti sababu nyinyi mmewakaribisha, sijasema ndio Wam, si nasema wamenunua mashamba ni wafanyi biashara wanafanya nini? Mbona msiwaache wakafanya wa, wananchi wakaamue pale kwenye kwenye debe, ndio tujue kwamba uh, Rashidi hata kama ametoka Mombasa akipendwa kama Narok kaunti kama gavana ama wapi akipata itakuwa ni wa, wananchi wameamua. Mbona mbona kusiwe na uhuru wa kwamba hey. Sawa wajitokezeni. Nimesema Rashid naam e, wako na eh, ruhusa ya kutafuta hizo viti. uh -huh. Eh, under the constitution of Kenya the majority will have their say their way Unasema wacha wanaotaka wajitokeze, wananchi waamue, tutawakatazia aje? Na katiba inasema ukitaka kusimama uzungumzie hilo jambo la kusimama. Naona wenzangu hapa wanataka kusema, lakini kwangu Maralal tumekuwa na MCA ambayo si Maa mpaka juzi, Mheshimiwa Kiragu alikuwa mpaka juzi, lakini hawa wako na maoni tofauti. Lakini kwangu by the way, Maralal Maralal hawa hujiweka kwenye ulingo na kuna sisi wenyewe ndio sasa tutaketi, hao ndio uzungumza kauli yako na kauli, yeah, tofauti. Kwa kwa kwa. Ya yeah. Yeah, tofauti na kauli ya ole Sankok. Mimi nasema hivi sio mimi ndio nilitengeneza kwa katiba ya kwamba ethnic and regional balancing in appointive and even elective position wakati ambao counties zilikuwa design, Most counties wa design in terms of ethnicity. That is why unasikia Kajiado imejaa wa Maasai. Sio mimi ndio nilikuwa natengeneza katiba. Some of the sub-counties. wakati sisi tuliona katika county ya Narok tukaona sub-county inaitwa Muruadigiri tupatie ndugu zetu ambao tunaishi nao Aha. na hiyo ni katiba, it's a process ambao pia ina recognize, kwa sababu kama tunaweza linda wanyama wa waporini wasikue extinct, how do you want a whole community to be extinct? Kwa sababu hata democracy pia iko na limits. Sasa, kwa ufupi, nitakuuliza kabla tuende mapumziko mm -hmm. Tuendelee. Kwa hiyo uh, ole Sankok unamaanisha kwamba ikija katika wakati wa uchaguzi kama kuna mtu ambaye atoka katika jamii ya Maa wala siwe na ndoto ya kuwania kitu chochote. Sijasema kuwa na ndoto eh, lakini nimesema it is good, waachie wenyewe. Saa zingine tulikuwa nice ya eh, kwamba eh, Narok wa Maasai hawana account nyingine ya kwenda ku contest. And the moment we take the popular vote without also considering our constitution why it recognize ethnicity and diversity. Then some of these communities will be extinct kama sisi tunatoa pesa kulinda wanyama wa msituni. <laughs> rhino iko extinct, tuna linda tuna weka eh, tag tuna weka monitors, ndio wazikue extinct wazikue poached. Why do you allow a whole community to be extinct? Rashid, kuongeza kidogo kuongeza tu kidogo, ndio iweze eh, kueleweka. Naam, Katiba 2010 ambayo tuko nayo, naam, iliweza kutoa regions ambayo ni arobaini na saba. Hii ni mambo ilifikiriwa kwa kwa, kwa undani zaidi. Na tukiangalia sasa hizi kuna sehemu kama Kuria Wanata, wanaomba wapewe nini? Kaunti. Kaunti yao. Tungeomba tu kwamba hatuna shida kwa kufanya biashara. Lakini ukikuja pia hakuna ili na hakuna right ya kuja kunyanyasa wengine. Governor ni moja, muwe na governor kwa mfano. Na nataka usimi simu kabila. Governor kwa mfano, Central Kenya ni saba. Sindio? Mm. Ni saba. Jantaya Kajiado sisi ni tatu. Na sisi hata tuende juu tuende chini hatutaweza ongeza hizo namba, na hii ni, ni, in, in historical injustice that the planning ilikuwa inafanywa, kwa sababu ukiangalia hata venye development zinapeanwa venye zinapangwa, mtu ambaye anaweza tetea na kujua shida ya ng'ombe ni nani? Maasai. Mambo ya mifugo ni nani? Maasai. Nani anajua mambo ya kiangazi? Maasai. Nani anajua kutunza hata hiyo wanyama pori? Maasai. Nani anajua kutunza mambo ya utamaduni wetu? Masai. Sasa huwezi kuwa unaongozwa na mtu aelewi ni nini inafanyika katika ujamii. Hatuna nataka, nataka, nataka, jaleta ukabila uh -huh. Lakini kueleza kwamba ikiwezekana, hiyo ndio maombi yetu baadaye, hali ya baadaye, katiba iweze kuwa inalinda the local local interest of the local community in leadership si Masai tu, even yeah, Turkana, even Turkana, Kalenjin au wengine wote pia pia pia walindwe hmm. Hata we Rashid, ulindwe, hata Rashid Mombasa, Mombasa, kwa leadership kwa leadership ukichukua. The next thing is, nataka nataka nataka nataka, nataka also, ni kuja tupate maoni bado, sababu ambao tuko na <laughs> pia kuchangia, na pia vile na studio kuchangia vile isura ta nana ndoto ya kuwa kiongozi, lakini mimi si mzaliwa wa huku, lakini nimeishi huko tayari. Ni kama ameingia uoga, kwamba maoni ambayo viongozi wako nayo yatamnyima nafasi ya kuongoza kwa, kwa. Nafikiri pia tukirudi tukuja tulizungumza kwa kirefu zaidi. Wanasema wanawakaribisha lakini tu sharti moja, wakati wa uongozi, wacheni wenyewe wapiganie uongozi mengi <laughs>